Mwaka 1995 akihutubia mkutano mkuu wa CCM mjini Dodoma, baba wa taifa alisema Watanzania wanataka mabadiliko; wasipoyaona, wasipoyapata ndani ya CCM, watayatafuta nje ya CCM. Miaka 25 baadaye, moja ya vigogo wa CCM anakiri kwa kusema kuwa mabadiliko ya kweli yako ndani ya upinzani kama sasa tuyatafute mabadiliko nje ya CCM. Hivyo basi, baada ya kutafakari kwa kina, nimeamua kuwa kuanzia leo naondoka CCM na kuitikia wito wa UKAWA kupitia chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Bwana Edward ametoa kauli hiyo ambayo inavunja ukimya na minong'ono ya muda mrefu baada ya kukatwa katika harakati zake za kuania nafasi ya urais ndani ya CCM. Anasema alichokishuhudia Dodoma ni ubakaji wa demokrasia. Kilichotokea Dodoma ni kupora madaraka ya kamati kuu na kuikiuka katiba ya CCM. Watu wengine wangesema kubaka demokrasia Aidha, kama ya kamati kuu ya halmashauri kuu viliitishwa na kuuruzwa ili vielekeze azma ya watu binafsi, kujali demokrasia, katiba, kanuni, uchabuzi, mizengu na taratibu za uchaguzi ndani ya CCM iliwekewa mizengo na kuzuishia majungu na uongo mwingi kuhakikisha kuwa jina langu alifikishwa mbele ya kamati kuu na halmashauri kuu kujadiliwa, licha ya polisiyopingika kwa mgombea anayeunga mkono na wanachama na wananchi wengi zaidi kuliko wenzangu wote. Toka mwaka 2008 alipojiuzuru nafasi yake ya waziri mkuu, jina mizi la sakata la Richmond limekuwa likimwandama. Anasema sasa inatosha. <coughs> Mwenyekiti wa Chadema akizungumza mara baada ya kumkabidhi kadi ya wanachama Bwana Edward Lowassa na mke wake Bibi Regina Lowassa, anasema chama chake kimefanya maamuzi sahihi kumwalika Bwana Edward Lowassa nitakuwa mwenda wazimu kama eti tutaacha kumpokea Edward Lowassa, kiongozi mwenye nafasi kubwa katika taifa hili, kiongozi ambaye ana wafuasi wengi katika nchi, kiongozi ambaye robo tatu ya wabunge wa chama cha mapinduzi walikuwa namuunga mkono na ilikuwa inaonekana wazi Kumkaribisha Lowassa peke yake. Tumemkaribisha Lowassa na mamilioni ya Watanzania wengine. James Francis Mbatia ni mmoja wa viongozi wa Ukawa, hapa anazungumza. Tunaomba kwa dhati, ni rai yetu, hatua hii ya Mheshimiwa Lowassa aliyofikia leo na mama na familia ni historia, umeandika kizazi hiki na kizazi vijavyo vitakukumbuka. Mzee Lowassa, asante sana sana sana. Hafla hiyo ya kumkabidhi bwana Lowassa kadi ya Chadema imefanyika jijini Dar es Salaam na kuhudhuriwa na familia yake ikiwa ni pamoja na viongozi mbalimbali mbali wa Ukawa katika siasa za Tanzania. Hii ni hatua ya kwanza toka uhuru kwa mwanachama kutoka CCM ambaye alikuwa na ngazi ya waziri mkuu kuamia wa upinzani na hii inatoa taswira mpya katika siasa za Tanzania. Wanasema wao, tukutane Oktoba katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2015. Kutoka Dar es Salaam Spencer Lamek ITV.